ana hiyo kwa sababu hauna vision, hauna maono ya mtoto wako kesho. Haleluya, sisi ambao tuko hapa sote ni wazazi, tuwe na maono ya kuona mambo ya wake zetu, waume zetu, watoto wetu na familia yetu, hasa watoto, kuwa na vision ya kuangalia mtoto wao atakuwa nini na anapenda nini. That is the right way. Haleluya. Na ukiona mtu yeyote anafundisha mwenzake pole a huyo mtu ni mchawi. Haleluya. Unajua kuna watu wanafikiria uchawi ni kwenda kuchukua dawa la na kuroga mtu na nini na nini, lakini ukiona mtu anafundisha mwenzake pombe, hiyo ni zaidi ya mchawi. Haleluya. Hivi ukiona mtu anafundisha mtoto wako kunywa pombe, jua amemroga, kwa sababu ukishaingia ndani ya pombe, kutoka mingumu. Haleluya. Wewe usiyeoa ake pombe huyo ni nani? Haleluya. Mtoto anajifanya kunulia kunywa mbili, kunywa tatu, anakufundisha tu, lakini ikishaingia kwa damu unabaki kwa shida, wewe mwenye, wewe mwenyewe. Kwa hiyo kufundisha mtu kunywa pombe ni mchango mkubwa sana, lakini watu hawajui Mtu yote anayekufundisha kunywa pombe ni adui yako huyo, hakupeleki vizuri. Haleluya. Isheka wamesema kuna vijana kule wanatumia madawa ya kulevya, wanalewa na wanakuja kwa kusemi. Ukiangalia mioyo yao wanacheza kabisa, unajua hawa watu waketaka Kristo lakini walisharogwa na watu wakawafundisha pombe, wamemaaliku watoto wa watu mm. Leo ukiona mtu anafundisha mtoto wako pombe usiwe kuradiki na yeye, huyo ni mchawi. Haleluya. Yesu asifiwe. Yeah. Tuangalie mambo ya kulea watoto wetu vizuri kwa maadili mema na kwa njia nzuri na kwa maono mazuri. Yeah. Haleluya. Wamama, mara nyingi mnapokaa na watoto wetu wa kike waleeni vizuri wapeni mawaidha mazuri. Haleluya. Yeah. Kuna mambo mimi huwa nashangaa, wacha nigusie tu kidogo. Kuna wakati unakuta msichana ameolewa na akishika mimba anaanza kusema kwamba mimba yangu haitaki nguo za bwanake, haitaki harufu ya bwanake, haitaki vitu vyote vya bwana. Yaani mimba inakuja haitaki hmm. hata kupikia bwana, hati mimba haitaki bwana akiondoka hmm. anirudi hmm. Eh, mama ameketi ioda gikikateiinanagai ah. so, lakini kuna kitu kimoja hiyo mimba haikatai pesa. <laughs> <laughs> aakapea aanathauna kwa nini hakuna mimba inakataka pesa? Lakini ipo inakataka, ipo inakataka. Kwa maana tuwafunze watu wetu vizuri, kama mimba haikataki pesa, mimba pia inaweza kujibandi